Okay, kabla sijakupa undani wa taarifa hii nataka kwanza nikuulize swali moja. Je, wewe Mtanzania unaweza toka nchini kwako kimya kimya na kuingia katikati ya msitu uliopo nchini Kongo ama Burkina Faso na kujikatia maeneo kisha kujenga nyumba? kuanza kilimo na kuishi mkiwa mmetengeneza kijiji chenu bila ya kibali cha nchi hiyo wala mamlaka na wananchi wa nchi hiyo kujua? Hakika hili ni la kushangaza sana tena sana sana. Serikali ya Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imewagundua watu wasi wa Tanzania waliovamia ndani ya pori nchini Tanzania na kujitengenezea kijiji chao na kuishi kisiri bila Watanzania kujua. Watu hawa wamejijengea nyumba za kuishi, kujikatia mashamba ya kulima, na wanalima na kuendelea na shughuli nyingine kama kawaida. Ni kusihi subscribe kabla hujatizama undani wa taarifa hii, ili uwe unafikiwa na taarifa zetu nzuri na za moto kama hizi. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele ibonyeze pia. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imegundua na kuwakamata wavamizi ambao ni wananchi wa Burundi walioingia nchini kwetu Tanzania kinyemela na kujitengenezea kitongoji chao chenye nyumba, mashamba ya kulima na makazi ya kawaida ndani ya hifadhi kule kwenye wilaya ya Kigoma. Waburundi hao wamekamatwa wakiishi kawaida kama Watanzania huku wakiendelea na shughuli zao za kila siku lakini wakiwa na vitambulisho pamoja na kadi za kupiga kura za nchini kwao Burundi. Wavamizi hawa wamechagulia eneo ndani kabisa ya msitu, sehemu yenye umbali wa kilomita nyingi, wakiamini huko serikali haitowagundua. Pia watu hao hawajui kuongea kiswahili vizuri zaidi ya Kirundi. Swala hili limeshangaza sana mamlaka za Tanzania. Tizama hapa mchakato mzima wa kuwafuatilia mpaka kuwakamata. Pongezi kubwa sana tunatoa kwa Sony TV ambao Mseto Media tuliambatana nao mpaka ndani ndani kabisa mwa hifadhi hiyo, tusikilize hapa. Katika <tuhi> eneo hili ambalo liko ndani ya makazi ndani ya hifadhi, eneo hili ambalo liko ndani ya hifadhi tunaona makazi, kuna nyumba tatu ziko pale, lakini sambamba na nyumba hizo eneo hili limeanzishwa e, mashamba sa e, mashamba ya mazao mbalimbali na maharage na, na miogo na kuna migomba na inaonekana wazi kwamba watu hawa wamekaa muda mrefu kidogo kiasi kwamba wamejitawala na wanaendelea na maisha kama kawaida, wakati hawana vibali vya kuishi katika nchi yetu. Ongea Kiswahili, ongea Kiswahili, ongea hivyo hivyo kidogo kidogo ya safari ndefu sana kuingia katikati ya hifadhi ambapo tumetembea takriban kilometa tisa na zaidi. Sasa tumeanza safari hii saa tatu asubuhi, tuko hapa katikati ya hifadhi, tumekutana na raia wa Burundi. Unaitwa nani? Nani anaitwa? Anaitwa Nduwimana? Nduwimana anaitwa Nduwimana. Nduwimana... Salomo. so, ni... Ni... Ni... baba yako wewe. jina lako, sa... Salomo, si ndiyo? umekuja kufanya nini Tanzania? Shamba lako shamba, shamba lako unalimia? watu unalimia? ah, watu shamba ni la kwako? shamba la nani? umekuja lini kutoka Burundi? Hivi hakuna mu hapa, nyumba kwa nyumba, tunavuka milima na mabonde tuko ndani ya hifadhi, kati katikati. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo ametupa afya ya kufika huko. Tangu saa tatu asubuhi tunatembea kwa miguu, tumefanikiwa kukutana na vijana hawa watatu ambao wataeleza wanatokea wapi. Hapa ni eneo ambapo kwa chini kidogo tutawaonyesheni makazi ambayo yameanzishwa muda mrefu na ndugu zetu kutoka Burundi wamekaa hapa ndani na sisi tumeamua kuja kuwafuata na kuwaeleza kwamba wenyewe waondoke warudi nyumbani kwao, kwa sababu hapa ni hifadhi, lakini hawastahili kuingia katika nchi yetu bila ya vibali maalum. Kwa hiyo hawa ni wahamiaji haramu. Naanza nawe, bwana, unaitwa nani? To, toa sauti, unaitwa eria? unatokea wapi? Chibitoke kwapi? Mugina ni mkoa ndani ya Burundi. Wewe unatokea wapi? Tulitoke, umetoka lini? kwa tulitoke, umetoka lini? Kwenu umetoka lini? umetoka lini? Umetoka kwa nini lini kwenu? Utaonywa na umekuja huku bila vibali sasa wewe hujui kama hii Tanzania? hujui kama hii Tanzania no. Sasa, kama unajua, kwa nini umekuja? Wana pesa za Burundi, pia hatuwachukulii fedha zao, lakini tunawaonyesha kwamba hawa ni raia wa Burundi, wana pesa zao za Burundi. Zinaitwaje fedha hizi? Marundi, marundi. Yeah. Wana marundi yeah. Wana yeah. faranga hizi yeah, ni fedha zao wamekuja kutoka e, Burundi. Wanaishi Kiburundi Burundi hapa ndani ya eneo letu na sisi e, tunawakamata kwa amani na utulivu, tunawapeleka kwenye mikono ya sheria na tunawatangazia kwamba hili ni eneo la hifadhi, hampaswi kuishi wala kufanya shughuli zenu ndani ya eneo la hifadhi, lakini pia hampaswi kuingia ndani ya Tanzania kwa mipaka yetu wakati ninyi sio raia wa Tanzania. Upo utaratibu wa kupita kwenye njia zilizo halali kuingia katika nchi nyingine. Kwa hivyo mnatuhatarishia hali ya usalama ya eneo, ya eneo hili usalama wa eneo hili kwa sababu mnaingia bila ya utaratibu na na hiyo, kananiye, kwa maana hiyo tunaondoka na nyie, tunawapenda kuwaweka ndani, alafu utaratibu mwingine utafuata wa kisheria kulingana na makosa ya kuingia kwenye nchi yetu bila mimi nashangaa kuna baadhi ya ndugu zetu wengine wanasema maeneo haya wanaishi wa Tanzania. Tumetembea takriban kilomita kumi sasa, hatujakutana na makazi ya Watanzania, hatujakutana na Watanzania huku. Tunakutana na Warundi tu, hatujakutana nao. Wamejenga mpaka majumba huku ndani ya eneo letu, ndani ya wilaya ya Kigoma, ndani ya nchi yetu huku, akiwa sio raia. Kwa hiyo sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Ah, ah, mpiga kura kwa Burundi si sindio? Republiki du Burundi ikarata ya matora kitambulisho cha kupigia kura hiki, maanake imeandikwa Commission Electorale Nationale Independente, kwa uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano, elfu mbili na ishirini na saba. ana vitambulisho vingine vinavyo mtambulisha eh, kama yeye ni raia wa Burundi yuko Tanzania ameingia kinyume na utaratibu. Jengo hili ambalo liliwezekwa nyasi hapa tulipo lilikuwa linatumika kama kanisa, na haya mnayoona ni mabenchi, ambapo kwa sababu alama ya kujenga kanisa au msikiti, kanisa au msikiti, maana maana yake ni ishara ya kuanzisha permanent settlement ndani ya nchi yetu, ndani ya Tanzania kwa hivyo uh, tunaendelea kutoa wito kwamba raia wote wa Burundi ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania bila ya vibali, wamevamia na kufanya makazi ndani ya mipaka yetu waondoke mara moja, kwa sababu wale ambao tutawakamata kama huyo, tunaondoka naye anakwenda eh, kushughulikiwa kisheria. Sisi hatuwafukuzi kwenye nchi yetu. Unapokuja ndani ya utaratibu, ukiwa kwenye utaratibu, tutakuhesabu wewe ni mtu mwema lakini kama unakuja katika mazingira haya, tunatembea ndani ya kilomita kumi kuingia msituni, unaweka shamba, sheria itachukua mkondo wake. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wenzangu wa kamati ya usalama hatulali, tutakesha mguu kwa mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, mpaka tuhakikishe kwamba watu wote ambao wanaishi hapa nchini na kutuharibia mazingira kinyume na utaratibu. Haya ni moja kati ya makazi ambayo tumekutana nayo, ni takriban kilomita kumi kutokea barabara ya lami lakini ni takribani kilomita sita kuingia ndani ya hifadhi. Tumekuta makazi haya na raia anaokaa hapa, kwa sababu tumeshasema waondoke. Hapa hakuna mtu, maana yake wamehama, lakini tuna imani kwamba watarudi. Tunaendelea kutoa wito kwamba raia wote ambao sio wakazi wa Tanzania waondoke, waende kwao, vinginevyo hatutavumilia uh, wakae kwenye maeneo yetu ya hifadhi na kuanzisha makazi kama hivi. Hilo ndilo lililotokea, na sisi ni kazi yetu kukuletea kila lile linalojiri. Tuachie maoni yako hapo chini. Je,